Bila mama sisi tusingezaliwa, ishara tosha ya kuonesha jinsi alivyobarikiwa. Mashujaa Mungu kawatunukia, nao wachukulia poa. Leo nitawaambia mwanamke, mama usiruhusu twee chozi. Mwanamke soja, mwanamke kiongozi, mwanamke dota, mwanamke balozi, na ubiri neno la usawa. Mama futa chozi, mwanamke apili, maana yeye siyo ngoma, na yeye, yeye ana haki ya kusoma Hivi bale ambo vitu tunachoma, eshimu mama aliyekulea, hata baba hujamwona. Tukimwamini mwanamke tutapata nuru, kama Nyerere Bibi Titi walivyosaka uhuru. Amone kama Masamia wamesita nuru, weka ya mama Mamasamia mama, kote kushoto kulia, kushoto kulia ije, let's go